Kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Sakap Jumanne Muliro amethibitisha kutokea kwa tukio hilo lililotokea Juni 23 mwaka 2025 majira ya saa 12 jioni. Huyu alikuwa ni mfanyakazi wa ndani wa kazi wandani za usafi. Mfanyakazi huyu anadaiwa akiwa kwenye ghorofa ya tatu na akiendelea na shughuli zake za usafi kwenye balcony nje ya jengo hilo kwa juu, aliteleza na kudondoka mpaka chini na baadaye kupoteza maisha. Aidha, jeshi hilo limesema linafuatilia kwa karibu ili kujua chanzo cha tukio hilo. Taarifa hii ambayo imeonyesha kuwepo kwa kifo cha mfanyakazi huyu wa ndani inachunguzwa, na mwili huu wa marehemu upo katika hospitali na shughuli zingine za kiuchunguzi zinaendelea. Mariam Shabani, EATV.